Ushiriki mdogo wa wagombea wanawake katika uchaguzi licha ya kuwepo matamko na harakati mbalimbali za kudai usawa katika ngazi ya uwakilishi. E, kwa mujibu wa takwimu za NEC wanawake wanaogombea ubunge ni 234 sawa na asilimia 19 ambapo wanaume ni 1001 sawa na asilimia 81 uwiano ambao hautofautiani sana na uchaguzi mkuu uliopita mwaka 2010 ambapo wanawake walikuwa ni 191 ikiwa ni sawa na asilimia 18 kati ya wagombea wote alfu kumi na thelathini na sita. Taarifa zaidi imeandaliwa na mwandishi wetu Agata Kisimba. Mwenyekiti mwenza wa Semoti Maltina Kabisama ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wakitoa ripoti ya tatu ya mwenendo wa uchaguzi na kusema kuwa mila, desturi na mfumo dume ni vikwazo kwa wanawake. elfu mbili na kumi wagombea wanawake walikuwa wagombea wanawake walikuwa asilimia kumi na nane mwaka huu ni asilimia kumi na tisa kwao. Kuna ongezeko la asilimia moja tu kwao, nasema bado, yaani ukiangalia nguvu iliyowekwa hapa katikati tegemea pamoja na mabadiliko ya katiba yaliyokuja kupigania haki za wanawake hapa katikati. Hatukutegemea mwaka huu kuwe na ongezeko la asilimia moja, tulitegemea tutakaribia kabisa huko kwenye hamsini kwa sababu lengo ni hamsini w Licha ya baadhi ya vikwazo vinavyoelezwa kuwakwamisha wanawake kushiriki katika chaguzi na ngazi mbalimbali za maamuzi, kabisama anatoa wito kwa wanawake. Mimi naomba niseme kwa wanawake wenzangu, naomba tuthubutu, naomba tujitokeze. Hata kama hivi vyama vinatawaliwa na, wana, vinatawaliwa na wanaume, lakini ninahakika kabisa kila mwanamke anayejiona kwamba yeye ana uwezo wa kuwania nafasi fulani katika chama cha siasa, nafasi fulani katika ngazi za maamuzi, ubunge udiwani, urais, naamini kabisa idadi hii ingeweza kuongezeka. Kwa hiyo na wanawake naomba tumebane tu, tu, Wakati mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Dodoma na mikoa yote ya Zanzibar ikiongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya wagombea ubunge wanawake, mikoa ya Njombe na Simiu haina wagombea wanawake. Hivyo imeelezwa kuwa inaweza kuchukua miaka mia moja na hamsini kuwa na uwiano wa hamsini kwa hamsini endapo hakutakuwa na jitihada za ziada. Agata Kisimba, Star TV, Dar es Salaam.